Mimi ni Dr. Chilo na hii ni afya update. Uhali gani, mpenzi mtazamaji wangu, napenda kuungana na wewe tena siku ya leo. Nataka nikufundishe au nizungumze na baadhi ya wale vijana au wanaume ambao huwa wanataka njia ya shortcut ya kuongeza nguvu za kiume pasipo kujua nini madhara yake. Aa, vijana hao huwa una vidonge aina mbalimbali ambavyo huwa wanatumia vidonge vya eh, famasi na wengine huwa wanatumia njia za asili ambazo kuna majina tofauti tofauti. Wengi kuna wanatumia Viagra, wanatumia Enjoy, wanatumia Kongo. Hizi eh, zote ni short term treatment za, au treatment za tatizo za, za, la nguvu za kiume kama hizi viagra zipo kwa ajili ya kutibu matatizo ya ukosefu wa nguvu za kiume kwa wale ambao wana wagonjwa kama kisukari au wana changamoto ambazo zimebainika na madaktari kwamba asipo kutumia dawa hizi hawezi kufanya tendo la ndoa. Lakini sasa, imekuwa kama biashara, imekuwa kama mazoea imekuwa kama ni sehemu ya kuwakomoa wanawake kwa kuzitumia dawa hizi, au kuonyesha umwamba wake kama kijana kwenye kushiriki tendo la ndoa na kutumia aina hizi ya dawa. Sasa nitakuja kueleza nini madhara ya kutumia hizi dawa, ambapo asipokupewa kupewa uh, prescription na daktari kwamba utumie hizi dawa Nitaeleza mbinu kijana anatakiwa azitumie kwa ajili ya kutengeneza Viagra yake akiwa kwake mwenyewe, au atumie chakula kipi na matunda yapi yana uwezo wa kutengeneza zaidi ya hiyo Viagra anainunua dukani. Na matunda yote yapo mtaani, vyakula vyote viko mtaani, ila ni ukosefu tu wa elimu ndogo namna gani ya kuweza kuvitumia hivi vyakula na vikakuletea matokeo sahihi kabisa nayoyatafuta huko kwenye maduka ya madawa, okay. K nianze kwanza, hii ni Viagra au au, au kitaalamu inaitwa Sildenafil, ni dawa ambayo inafanya kazi kwa ajili ya ya, ya dawa hii ambayo ni, ni Sildenafil inafanya kazi ya kuenda kujaza, inafanya relaxation ya muscles misuli inalegea. Ikilegea, ili uume uweze kusimama unahitaji damu iweze kujaa kwenye huu uume, ndipo uume, uume utakuwa unasimama. Sasa hii dawa ambayo unaenda kuinunua inaenda kufanya kurelaxisha, inalegeza hii misuli, ikilegeza damu nyingi itajaa kwenye uume, ndipo utaona uume unakuwa Umesimama. Sasa, kitendo hichi utafanikiwa kweli, na dawa hii inafanya kazi ndani ya nusu saa mpaka lisali moja toka ukiwa umeimeza na ina uwezo wa kufanya kazi masaa manne mpaka sita baada ya kuimeza ukawa umekutana na mpenzi na ukashiriki kweli, utahidumu hilo tendo la ndoa kwa muda mrefu na, na itakuchelewesha kuweza kumaliza tendo ndivyo vijana wengi wana akili yao inakuwatuma kwamba nichelewe na nifanye kwa muda mrefu ili tendo la ndoa sasa kinachokwenda kutokea ukiendelea kuitumia hii dawa, mwili wako utaenda kutengeneza psychological dependence e, ugonjwa wa, wa fikra ambao bila hii dawa unakuwa ni huwezi kushiriki tena tendo la ndoa kwa sababu unakuwa ni tegemezi. Ni sawasawa na yule mtu kwamba pasipokuta sigara skiala anaweza asifanye baadhi ya mambo. Sasa endapo siku ikatokea akakosa hii aina ya dawa, anaweza akashindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa, kwa sababu anakosa kujiamini, ile natural au supernatural power yake ya kuweza kusema kwamba nashiriki tendo la ndoa nikalimaliza pasipo kutumia aina yeyote ya kiambata ili nishiriki tendo la ndoa kwa usahihi inakosekana. E, sasa athari nyingine ni unapokuwa unatumia tendo la ndoa hili ili kwa kutumia hizi dawa, endapo una magonjwa kama ya pressure, yaani uh, shinikizo la juu la damu inaweza ikakupelekea kwenye heart attack. Eh, utawasikia kwamba kuna mtu au wazee labda, kuna mtu ni mzee au echi ambayo kidogo imeenda, unasikia mtu ashiriki tendo la ndoa, amefia akiwa anashiriki tendo la ndoa, labda mba, aliweza kupata hiyo attack. Ina maana kwamba mwili unaenda kufanya ufanye kazi na moyo ufanye kazi zaidi kwenda kupushi damu kuelekea kwenye uume kuliko sehemu nyingine zozote zile. Sasa kitendo hichi kinaleta madhara kwenye figo, kwenye moyo. Kuna wakati mwingine mtu akisha meza anaweza akafiri kama kichwa kinamuuma, kizunguzungu, mambo kama hayo o. Sasa ili usiweze kufika huko, huwa tegemezi wa dawa. Zamani mababu zetu walikuwa hawatumii hivi vitu. Na tendo la ndoa lilikuwa lina dumu. Walikuwa na, na mbinu zao wanazitumia. E, wenzetu wametuletea hivi vitu kama short term. Kweli vitakuletea matokeo ya haraka haraka, ila utakuwa mtumwa wa haya madawa. Utakuwa mtumwa, pasipo hiyo dawa huwezi kushiriki tendo, pasipo hiyo dawa huwezi kushiriki tena. Tuachie wale ambao wamepangiwa a madaktari kwamba maonekana ugonjwa kama kisukari ambao umefika stage ambayo hawezi hata kufanya uume eh, ukasimama. Mwisho wa siku tunawatoa hizo dawa na kweli zinawasaidia vizuri pasipo shida, unajua kabisa hawa ni wagonjwa. Lakini kama kijana unashiriki tendo la ndoa hili kutumia dawa ili mradi kumkomoa mwanamke, ili mradi kumwonyesha kwamba wewe ni kidume, itumia hiyo njia. Na kuelekeza sasa njia sahihi, njia ya kwanza Endapo unataka ukashiriki tendo la ndoa pasi kutumia madawa hayo kama uh, sildenafil hizo Viagra hizo uh, joys, muna majina tofauti tofauti, hiyo mikongo. Njia ya kwanza utafuna mbegu za maboga na, na kalanga masaa mawili mpaka matatu kabla ya tendo la ndoa kunywa maji angalau lita moja na nusu mpaka lita mbili kwa hiyo siku. Pata muda wa kupumzika angalau masaa sita mpaka nane kabla ya kuendea kwenye tendo la ndoa na hii isiyo kwamba leo naenda kushiriki tendo la ndoa ndo ni ile hivi vipi, iwekee utaratibu kwamba mimi angalau kwa wiki nitakula mara tatu mpaka mara tano kwa kila wiki mbegu za maboga mbegu za matikiti maji. Usile tikiti maji ukatema mbegu. Kama mtoto wa kiume, kula tikiti maji kwa kutafuna mbegu za tikiti maji, maana zile ndizo zenye nguvu ya kuongeza tendo la ndoa, zina zinc. Mbegu za maboga zina mafuta ambayo yanaitwa omega 3 hii omega 3 eh, inaenda ku stimulate uzalishaji wa tendo la ndoa na kuzalisha testosterone nyingi zaidi kwa mwanaume. Karanga zina protini ambazo zinaenda kukuongezea kuwa na stimulation au msisimko kushiriki tendo la ndoa zaidi. Kitu kingine unaweza ukatengeneza ukawa na asali. Asali ina glucose, ina uwezo wa kufanya damu ikazunguka kwa uzuri zaidi kwenye kwenye mwili. Sasa kitendo hichi ndicho kile ambacho wengine wanatumia zile dawa za kuongeza nguvu za kiume hizo Viagra, ambazo pia zinaongeza zina, zina, zina uwezo wa kushiriki wa damu kuzunguka kwa wingi na kuingelekea kwenye tendo kwenye uume, na mtu akashiriki tendo la ndoa kwa usahihi zaidi na kwa muda mrefu. Sasa ukitumia hii asali ina nguvu ya kushiriki naweza ukalamba asali vijiko e, viwili asubuhi na jioni vijiko viwili. Ukitumia hii kama ni jadi yako, inakusaidia kuweza kushiriki tendo la ndoa kwa usahihi. Kuna tangawizi, tangawizi pia inaleta joto joto kwenye mwili, tangawizi au pilipili kuna namna ambayo ukitupigia simu ukinipigia simu kwamba dokta, nataka unijue namna ya kuvichanganya hivi vitu, ukapiga simu nitakuelekeza mbinu sahihi za kuweza kuchukua e, kama ni majani ya maboga, karanga, asali, tangawizi, ukapata na tende, ukapata maziwa mtindi, ambayo yana protini, namna ya kuvichezea hivi vitu kwa usahihi na ukaweza ukapata kushiriki tendo la ndoa yenye umaridadi na isiyokuletea effect yote kwa yote. Endapo ukala hivi vitu, lakini ukawa una msongo wa mawazo pii, bado utakuwa na shida shida. Itakuwa kubwa kama utakuwa una uwezo wa kushiriki mbio ziliaza aerobic. Aerobic exercise ni mazoezi ya kuweza kukimbia kwa ajili ya kuongeza pumzi. Endapo umekula hivi vyakula, una pumzi ya kutosha, uwezo wako wa damu kukeri oxygen unakuwa mkubwa, unaongezeka. Ina maana kwamba unakuwa na pumzi ya kumaintain kwa muda mrefu kushiriki tendo la ndoa. Usipokuwa na mahali ya kushiriki kwenye mazoezi, kutembea, wengine kwamba kitoka ofisini kwenye gari kwenye gari, ofisini, nyumbani, hana movement ile ya kuweza kufanya mazoezi kwa miguu yake, au kukimbia, kutembea angalau hata dakika kumi na tano kwa kila siku. Unaweza ukala hivi vitu pia bado usipate matokeo ko, nashauri na kushiriki kwenye riadha, jogging, na kila siku au kila weekend unaweza ukashiriki, ili kujiongezea mwili kupa access ya kuwa na oxygen carrying capacity ikawa kubwa. Ukiongeza oxygen carrying capacity, ukala chakula kilicho bora ambacho nimeeleza kama mbegu za maboga eh, tende, maziwa, mtindi, uh, ukawa na asali, unaweza kushiriki tendo la ndoa kwa umaridadi, pasipokuwa kutumia madawa ya kununua, kama ni mikongo, kama ni viagra, kama ni hizo njoi au tazitumia kabisa, kwa sababu mwili unakuwa una, una, una afya njema, afya ya akili. Ukiwa na stress, ukiwa na stress, msongo wa mawazo, pia unaweza ukapunguzia ile tempa ya kushiriki tendo la ndoa kwa usahihi. Hakikisha kama una mawazo ya sov au hakikisha kwamba una njia sahihi ya kuyaki pembeni, ndipo uingie kwenye tendo la ndoa kwa ajili ya kama ni mtoto kwa ajili ya kuenjoy, na ukaachana na hizo mbinu ambazo zinakuja kukupa dependent, ukawa mtumwa pasipo hizo dawa hauwezi kushika tendo la ndoa. Kama unajikuta kwamba ushakuwa addicted na utumiaji wa madawa haya ya kuongeza nguvu za kiume, unaita booster, kwa sababu ni short term, unaweza ukancheck kwenye namba zangu za WhatsApp au ka comment ukaomba appointment tuweze kuongea na nitakusaidia kwa urahisi sana, namna ya kuacha kuwa dependent kwa kutumia madawa ya kuboost nguvu za kiume, na ukaanza kuwa kurudi kwenye asili yako ya Kiafrika, asili yako ya kiuumbaji, ambayo hauhitaji kidonge ili ushiriki tendo la ndoa. Mimi ni Dokta Chilo na kuhakikishia, ukisubscribe, ukijifunza video zetu kila tutakazoziweka, hautabaki bure takuwa kila siku unapata kitu kipya. Hii ni afya update, tunaku update. Unajua, unajua baadhi ya vitu lakini tunakuongezea ili uweze kuwa smart zaidi, ili afya yako zili kuimarika. Mimi ni Dr. Chilo Afya update. Bye bye. I love you.